Wambaje, wapendo wangu. Je, wafahamu msimu wa Kwaresma ni wakati upi? Kwaresma, tunafana safari ya kiroho kuelekea Pasaka, ni kipindi cha kufunga, kusali na kufanya matendo ya huruma. Kwaresma ni kipindi cha siku 40 kinachotambulika katika tamaduni za Kikristo ambapo waumini hujiandaa kiroho kwa sherehe kuu ya Pasaka. Msimu huu una changamoto ya kiroho ambapo waumini hujifunza umuhimu wa kujisalimisha, kutubu na kujitafakari juu ya maisha yao. Huanza Jumatano wa majivu na kuhitimishwa katika juma kuu kabla ya Pasaka. Neno kwaresma latokana linatokana neno la Kilatini quadragesima lanomaanisha 40. Hii inahusiana na kipindi cha siku arobaini ambacho Yesu Kristo alikaa nyikani akifunga na kuomba kabla ya kuanza huduma yake ya hadharani. Katika kipindi hiki waumini wengi hutumia fursa ya kujitenga kidogo na shughuli za kila siku ili kujikita zaidi katika maombi, samaha na kutafakari kuhusu dhambi zao, kwa kuzingatia mfano wa Yesu Kristu aliyehubiri na kufanya kujitolea mzima. Kwa kwaresma unahimiza waumini kuacha mambo yanayoweza kuwavutia katika ulimwengu na kuwawekeza katika maendeleo ya kiroho. Bwana wetu Yesu Kristu alifunga siku 40 akatupatia mfano wa sisi kufunga mafunzo kita ya kitamaduni na kidini yanayotolewa kupitia misa maalum, mazungumzo na mafundisho, na shughuli mbalimbali za huduma kwa jamii, ambazo zote zinalenga kuleta umoja na kuelewa kina cha msihi pia zaidi ya matumizi ya kifedha katika misa, baadhi ya makanisa huandaa mikutano ya kuzungumza juu ya umuhimu wa msamaha na marekebisho ya nafsi ili kuwasaidia waumini kujua njia bora ya kukabiliana na changamoto za maisha. Kwa upande wa huduma za kijamii, baadhi ya makanisa na jumuiya zinazotegemea mafundisho ya Kikristo hufanya kazi za huruma zikileta msaada kwa wale wanaohitaji hii inasisitiza kwamba msimu wa Kwaresma sio tu kwa kujitakasa kiroho bali pia ni kwa kuonyesha huruma na upendo kwa wenzetu, hasa wale walio katika hali ngumu. Katika mazingira ya dunia yanayokumbwa na mabadiliko ya kijamii na kiuchumi, Kwaresma inatoa fursa ya kutafakari juu ya misingi ya maisha, yakihimiza waumini na jamii kwa ujumla kuelewa kwamba kujiandaa kwa kiroho kinaweza kuleta amani na umoja katika familia na jamii. Wahivyo, kwa hivyo msimu wa Kwaresma unaleta ujumbe wa kujimarisha katika imani, samaha na kujitolea, ikiwa ni mwaliko kwa kila mmoja wetu kuangalia ndani, kurekebisha makosa na kuanzisha upya uhusiano wetu na Mungu na wenzetu. Yote tisa na kumi ni kwamba ninawatakia Wakristo wote Kwaresma yenye amani, baraka na mafanikio katika ibada zao.